mambo ni mazito kweli hapa. Tumesema msafiri ni ulalie bandarini. Sparki wanaongoza kwa moja kwa bila dhidi ya Kisauni Hope. Nimekuambia hii ni michuano ya Taifa Super Cup mwaka elfu mbili ishirini na tano kwenye milango, ila mshindi siku ya finali atakuwa anatia te, kibinoni laki sita, pesa taslimu, mzabeki kuu ya Kenya ni pesa nyingi sana hii ambayo watakuwa push brand e, ya taifa misime ekomba bali e, ya vile e, yale mama ambayo unesebosumsia utofauti wa michuano ya Taifa Super Cup msimu huu e, ni yepi? e, Kwanza ukiangalia michuano ya mwaka huu e, ni michuano ambayo mbali na mechi mechi ya ufunguzi basi zile mechi zingine zitakuwa zilielekea pale mashinani. Unapata kwamba si tu Kisauni lakini tutakuwa tunapiga guu hadi kule maeneo ya Jongo lakini pia hadi Likoni. Hii ni ishara wazi kwamba Unga ni Taifa Super Cup mwaka wa elfu mbili ishirini na tano ni ya kivaki kabisa, na anakuja kipengine kuhakikisha kwamba kila kipaji ambacho pana mashinani kinapata fursa ya kuwakilisha vilivyo. Haya, wanapanda kwanza pale kumbuka, msafiri ni yule aliye bandarini. Sparki wanaongoza kwa bao moja kwa bila Namuona hapa direkto Alsuba e, teacher Mwaguzo, mwalimu Mwaguzo ameweza kufika pakuweza kujionea dhahiri ashiri. Mfalume anapota wazo anahitaji mashahidi ya maana. Mwaguzo amekushafika hapa. Naona pale kipa yuko chini, lakini ana nyanyuka, anasema ataendelea kuitetea hadhi e, Kisauni. Haya.